Baada ya mgomo wa zaidi ya saa saba uliofanywa na wafanyabiashara wa manispaa ya Iringa, mwenyekiti wa wafanyabiashara mkoa wa Iringa, Peter Mtaro, amesema amefikia makubaliano na mkuu wa mkoa, kwa zoezi la kuondoa machinga litasimamiwa na askari wa jeshi la polisi badala ya mgambo kama ilivyokuwa hapo awali. Mgomo huo uliibuka kufuatia maazimio ya kikao cha wafanyabiashara kilichofanyika mwishoni mwa wiki iliyopita ambapo alikuwa akilalamikia ongezeko la, la wamachinga katika maeneo ya biashara pamoja na gharama za ushuru wa huduma yaani service levy. Polisi imekabidhiwa ya kwamba kuhakikisha eneo maeneo yote ambayo sio rasmi, asiwepo mfanyabiashara ambaye si rasmi katika eneo hilo. kwa wale ambao tukao tumesitisha ishu ya tozo na ushuru na sujili zote tuendelee kulipa kama kawaida. Naye mwenyekiti wa shirikisho la wamachinga Iringa, Kesi Ndando, amewahimiza wamachinga kuendelea kutumia maeneo rasmi ya biashara yaliyotengwa na serikali wakati taratibu zingine zikiendelea. Hata hivyo, wamachinga wameendelea kulalamika kuwa maeneo yaliyotengwa na serikali si rafiki kwao, kwani wa hawapati wateja, hali inayopelekea kupata hasara badala ya faida. Uh, tunaenda kukaa sasa na maendeleo ya jamii wilaya tukishauriana na kusaidiana na maendeleo ya jamii mkoa namna ya kuwaratibu. Lakini jambo kubwa na la kwanza ambalo tunalotakiwa kulifanya, serikali imeshatengeneza miundombinu ya kutosha, na haya maeneo yapo, na bahati nzuri au mbaya ni kwamba ndiyo aliyoachwa wa wazi, yapo maeneo mengi ambayo ni, ni, ni wazi yanahitaji wawepo. Tunang'ang'ania mashine tatu, tunang'ang'ania kwa sababu kuna riziki ya watoto. Mimi Mlandeke, toka tumetolewa hapa, ilikuwa 2019 9 atafute sehemu tuo, tunafanya kazi biashara usiku. Hata kama inashindikana hapa, kwamba ili eneo kwamba watu wanalililia wafanya biashara, kuna barabara mbili e, kuna Mwembetogwa basi kuna barabara nyingine, barabara mbili hapo, basi watupe hata hiyo jioni tuuze. Tutaua watoto na njaa sisi, tunatafuta hela ya siku moja. Kutoka Iringa, jina langu ni Herieth Molla na hiyo, Watetezi TV.